Rais wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore amehitimisha ziara yake nchini Russia alipohudhuria sherehe za siku ya ushindi wa Russia Victory Day dhidi ya utawala wa Kinazi wa Adolf Hitler. Traore ambaye alisafiri kwenda Russia kwa kutumia usafiri wa ndege aliyotumiwa na rafiki yake Rais Vladimir Putin kisha kumrejesha nchini kwake, alishiriki kikamilifu katika sherehe hizo ikiwemo kutazama gwaride la kijeshi la nchi hiyo. Katika sherehe hizo zilizofanyika Jumamosi Mei 9, 2025, Traore aliungana na marais wengine wa mataifa washirika wa, wa Russia ikiwemo Rais Recep Tayyip Erdogan kutoka Uturuki, Aleksandar Vucic Serbia, Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe na Rais Xi Jinping wa China. Sherehe hizo zilihudhuriwa na Rais wa Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, Abdel Fattah el-Sisi Misri, Nicolas Maduro Venezuela na Mahmoud Abbas Palestina, Ilham Aliyev Azerbaijan, Thongloun Sisoulith Laos na Waziri Mkuu wa Slovakia, Robert Fico. Baada ya gwaride la maadhimisho ya siku hiyo Victory Day, Rais Putin alifanya mazungumzo na mataifa mbalimbali yaliyoshiriki akiwemo Traore ambapo miongoni mwa mambo aliyozungumzia ni diplomasia ya kimataifa. Katika hotuba yake mbele ya Rais Putin, Traore alifichua siri ya migogoro ya umaskini na makundi ya kigaidi yanayotesa mataifa ya Afrika ikiwemo Burkina Faso kwa kuwa ni matokeo ya ukoloni. Traore alisema Burkina Faso ambayo ni mwathirika wa ukoloni Inapambana kujinasua dhidi ya matendo hayo huku ikiishukuru Russia kwa kusaidia kupeleka wataalamu wake wa kijeshi nchini mwake kujenga uwezo wa vikosi vya Burkina Faso. Nukuu, tunatambua mbali na eneo la kiusalama na afya, kuna eneo lingine la sayansi na elimu, na tungependa kuona Russia ikitusaidia kutoa mafunzo na kuwasomesha vijana wetu ili kutusaidia kuendeleza viwanda vyetu wenyewe, alisema Traoré. Mbali na eneo la kiusalama Traoré alimwomba Rais Putin kuyasaidia mataifa ya Afrika hususani Burkina Faso katika sekta ya elimu, afya, sayansi na teknolojia na viwanda. Nuku, tunaamini kwamba ugaidi tunaouona sasa hivi ni matokeo ya ukoloni ambao ndio kitu tunachopambana nacho nchini kwetu kama tukiwa na jeshi imara tunaweza kupambana na ukoloni na kuendeleza taifa letu, ndio maana unaona hatukati tamaa kuendelea kupambana na makundi ya kigaidi nchini kwetu, alisema. Katika hatua nyingine Traore alisema ushirikiano na Russia, taifa hilo halitotoa mwanya wa vitendo vya uhalifu na ugaidi vinavyochochewa na mataifa yasiyolitakia mema taifa hilo, ikiwemo kuwatumia wataalamu wa Russia walioko Burkina Faso kukabiliana na vitendo hivyo. Nimeangalia gwaride la wanajeshi wa Russia waliopita mbele yetu. Tumeona vifaa walivyotumia tangu vita ya kwanza ya dunia na ya pili ya dunia na vya kisasa. Tungependa kuona ushirikiano kati ya mataifa yetu ukizidi kukua kwa kasi na kwa kina. Tunashukuru kwa mtazamo wake ambao umekuwa ni wa juu ya Burkina Faso, alisema. Tunatamani kuona Burkina Faso ikikua kwa kasi, watu wakijifunza kutoka Russia masuala ya sayansi. Kuna tafiti mbalimbali tunajua zimefanyika huko Russia. Tungependa kuona ushirikiano wa kijeshi ukiimarika zaidi kati ya Russia na Burkina Faso na kuimarisha ulinzi nchini kwetu, alisema kiongozi huyo. Awali, Rais Vladimir Putin wa Russia mbali na kuwashukuru viongozi wa mataifa waliohudhuria sherehe hizo za miaka 80 tangu kukomesha utawala wa Kinazi chini ya Hitler, alisema Russia itaendelea kuiunga mkono Burkina Faso. Alisema hadi kufikia 2024, Russia ilikuwa imepokea raia zaidi ya 350 wa wa Burkina Faso walioingia nchini humo kwa lengo la kupata elimu katika taasisi mbalimbali za elimu ya juu huku wakidokeza mwaka huu Russia itakuwa tayari kupokea raia ishirini na saba wa Burkina Faso. Burkina Faso ilipambana vilivyo na vikosi vya Adolf Hitler na sasa tunashirikiana kwenye mapambano ya kutokomeza ugaidi. Tunaendelea kuunga mkono katika kupambana na ugaidi na kuhakikisha saidia kuweza kupambana na vikwazo visivyozingatia sheria, alisema Putini. Rais Putini alisema. Tayari mataifa hayo yameanza mchakato wa kuunda serikali ya pamoja itakayokuwa ikishirikiana kikamilifu kupambana na changamoto zikiwemo za kiusalama, kiuchumi, hususan ni vikwazo kutoka mataifa ya Ulaya na ugaidi. Tunapaswa kuendeleza ushirikiano huu hususani wa kibiashara kati ya Russia na Burkina Faso na tunaendelea kufanya ushirikiano kuendesha ukuaji wa kiuchumi na kuongeza mawanda kwenye uhusiano wa kiuchumi, alisema Putin. Alisema mataifa hayo yataendeleza ushirikiano wa kiutamaduni na huduma za kibinadamu, ambapo ubalozi wa Rasia uliopo Ougdaugou umekuwa kiungo muhimu sana kuimarisha miundombinu ya afya kwa raia wa Bukinafaso. Mwaka 2024 tulipeleka tani 2025 za chakula na mwezi huu tutapeleka chakula kingine. Tunashukuru na tunatambua mchango wa Bukinafaso katika majukwaa ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa UN na mengine. Tutaendelea kuimarisha ushirikiano huu, alisema rais huyo.